Guys, Diamond hajajaza tu watu, hajafanya tu performance kubwa, bali kapewa na certificate hii. Certificate bwana, imetolewa na ile hall ambayo amefanyia show yake na akapewa certificate kwa ajili amejaza watu wengi sana. Kwa hiyo the hall imemtunukia hiyo certificate kwa kufanya performance nzuri na kujaza watu kwenye hiyo hall yao, ila Diamond bwana, amejua kuweza, yani kaweza, akaweza tena. The show was amazing. kama ulikuwa hujaona ni shai post, nenda kaitazame, show ilikuwa ni hatari na watu walijaa. Kinoma noma, and sio tu kujaa, walikuwa wanamshangilia Diamond vibaya mno, and guys, I don't wanna talk much. Hebu angalieni hapa Diamond Platnumz alivyopewa hii tuzo kwa ajili ya kujaza watu kwenye show yake yeah. Okay, enjoy this video. Mwanzo kwanza alikuwa amefika ya yeah, mpaka akapewa hiyo tuzo let's watch it

itabaki itakumbukwa siku zote kitendo alichokifanya kujaza watu kwenye shoo yake this is, a, and this is very big na kitaka siku zote kwenye vichwa vya mashabiki shoo ni shoo post lakini kwenye kwenye, kwenye shoo yake kuna hiki kipande bwana mimi kilinikosha sana hebu kiangalieni hapa kidogo kwanza mashabiki yani walipagawa yani wakapagawa hebu angalieni kidogo

Kama mnavyoiona jamani, tiketi zilikuwa sold out zote. Yani ukumbi ulikuwa na beba like watu elfu nane lakini, kwa kwa mambo ya kiusalama, imechukua kama elfu tano na kitu, lakini tiketi zilikuwa sold out zote na ukumbi ulijaa, ndo maana mpaka wakaamua wamtunukie wa hiyo tuzo Diamond Platnumz kwa kujaza huko London, remember this is London, sio sio TZ, sio mkoa wowote, sio nini yote, huko ni London. Mi nachoweza kusema bwana Diamond ametuheshimisha sana as Tanzanians, ameheshimisha nini, mziki wa Tanzania Bongo Flava ameheshimisha wa Tanzania, yaani nchi yetu yote imekuwa imepata heshima kupitia Diamond Platnumz. Naweza nikasema hivyo, kwa sababu kwenda kujaza nchi za wenzetu si kazi ndogo, kwa sababu miaka ya nyuma kadhaa, huko kwenye shoo zake anazoifanya nje huko, watu wanasema wa, aliku, amewalipa mashabiki nini, lakini guys, this is real and as you can see a lot of people na pia kumweka Juks kwenye hii show imechangia vikubwa sana yeye ye kuwa on top. Juks sasa hivi kama tunavyojua, ana fans wengi kutoka Nigeria. So, kitendo tu cha kumweka Juks pale imechangia vikubwa sana yaani, Diamond kacheza kama Pele, anajua hapa nikienda na Juks, basi lazima hii show itabamba, show itakuwa kubwa sana Of course na yeye pia ana fans wengi, maana watu msimunga ni chukulia tofauti. Yeye pia ana fans wengi sana, lakini trust me Danny Juma Jukes ametengeneza fans wengi sana wa Nigeria na London pia, wa Nigeria wapo wa kutosha tu. Kwa hiyo hii imechangia vikubwa sana Diamond kupata mashabiki wengi akiwa London, ama nyinyi mnasemaje? Mimi katika research zangu nimeona hivyo. Diamond kaona mbali sana kumweka Juma Jukes kwenye show yake. Hemwekeni yep, comment yenu hapo chini kuhusiana na hii video. And, kuhusu Zuchu watu wengi walitamani wamwone Zuchu wakiwepo London. Nitakuja kuelezea, nitatengeneza another video about Zuchu, nitakuja kuwaelezeeni hapa imekuwaje, kwa nini hajakuwepo kwenye hii show ya London, wakati familia nzima ilikuwa London ya Diamond Platnumz, kina mama Dangote, kina Esma, wapaka watoto mpaka chawa wao baba levo Isipokuwa Zuchu tu. Well guys, nitakuja kuelezeni hapa imekuwaje, but for now, drop your comment kuhusiana na hii video na pia, kama ulikuwa hujasubscribe, make sure una subscribe like, and comment, put on your notifications, so you won't miss any updates nitakazo post za ma celebrities.